Sita, sita. Umilisi sielewi kuwa na uwezo wa kumiliki kitu. Yule ustadi unaokuwa nao wakati unajibu swali. Umiliki ama kukuwa na ujuzi wa kujua kitu mseme kindani na zaidi. Mtu akisema una umilisi anamaanisha uko na ujuzi wa kufanya jambo fulani ama ujuzi wa jambo fulani ama ujuzi wa kufanya jambo fulani. Unajua, unaweza kunifafanua kidogo alafu inamaanisha nini? Neno umilisi limetokana na neno milki ama kumiliki. <laughs> Aha. Karibu mtazamaji, tuingie kwenye buswati letu la Kiswahili, tukiwa na walimu wetu Nuzuri Bakari na Munene Nyaga. Umilisi ni nini? Ni umiliki. Hapana. Ipo tofauti kubwa sana baina ya umiliki na umilisi. mm -hmm. Umilisi ni uwezo wa kulijua jambo au kitu kwa undani zaidi. mm -hmm. au pia kuifahamu taaluma yako kwa utondoti, kwa uzuri zaidi. mm -hmm. Kama kwa mfano, unaweza ukasema Mashirima ana umilisi mzuri ama mkubwa kuhusu masuala ya utangazaji. Aha. Mm -hmm. Asante. Mm. <laughs> kwa Kiingereza ni competence ndio na ufarisi ni ndugu yake umlisi. Hata hapo Bakari ametoka hiyo CBC yenu, mm. Yetu sio yenu, mm. Wanasema ndio competence yes, ili uwe kwamba unaelewa na unajua, mm. Lakini ukiingia kwenye ufarisi, ufarisi unabeba mambo matatu. Kwanza kabisa, kwa kiingereza kuna neno linaloitwa credentials. Bakari umesema umefanya kazi katika benki kuu ya ulimwengu wapi? sitaka bado eh, sio mimi, ukasema ukasema, tuonyeshe credentials. Pili, kuna kitu kinaitwa expertise ehe. Ukienda kwa nyumba ya mtu mashirimu, unaangalia, unamuuliza nani alifanya hii kazi mm huyo -hmm. Fundi wako wengi ambao wana umilisi mm -hmm. Lakini huyo ana ufarisi kwa sababu kazi yake inajiuza, amebobea kabisa, kwa hivyo ni bingwa. Kwa ufupi tofauti baina ya umilisi na ufarisi ni kwamba ufarisi ni aina ya ufundi mm -hmm. lakini umilisi ni kitu chochote hata kukimbia mm -hmm. ukiwa unakimbia sana mm -hmm. na kwa uzuri zaidi na ukawa mshindi basi una umilisi wa mbio mm -hmm. Sasa ufarisi wa tatu mm -hmm. E, kuna neno la Kiingereza linaitwa acumen. Acumen ni kama umepewa nafasi ima ya uongozi ama ya kutunga sheria mm -hmm ule uwezo wa kufanya eh, kutoa eh, maamuzi haraka na maamuzi yenye busara mm -hmm. yani, hapa mm, yani si mtu ati o, fingertips. Oh, kila kitu uh, kiulizwa kuja hapa eh. Wacha tungoje sijui wiki tatu mm -hmm. Ni hapo kwa hapo lakini uh -huh. Pia mwisho kabisa ni ustadi wa kuendesha farasi ndio ufarisi hai. Na pia kuna hili neno mapindi. Mapindi linamaanisha nini? mm -hmm. Mapindi, mm -hmm. Mara nyingi eh, ukiona mtu anakwenda akijinyongoa nyongoa kinyoka nyoka mm -hmm. na wakati mwingine pia kuna kitu ambacho huudhi sana. Kama umeshawahi kuwa mfugaji, wale watu ambao huwa wanafunga mbuzi kwa kamba mm -hmm. ukaja ukapata hiyo kamba, yani hainyooki mm -hmm. Iko hivi hivi, hivi, hivi hivi, yani ni kama nyoka. Unajua hata ushajaribu kumgonga nyoka kichwa mm -hmm. huwa anafanya nini anajipinda pinda pinda, lakini laki, laki hiyo ni maana ya nje. Maana ya ndani ni hata zile mbwembwe, yale mashobo anayofanya mtu wakati anapotembea kwa dalji, hmm. kama wanavyofanya wale wakina Miss Kenya na Miss World. Ah. Hmm. Sasa ule mwendo anaotembea mtu kwa kuonyesha mashobo eh, maringo na mbwembwe pia ni mapindi. <laughs> <Hey. Aha. laughs> Yani ile ndio mapindi <cut> <laughs> yeah. yeah. unaitwa mwendo waganaonanapindapind nyoga nyoga, ningesimama njiani mashirima anataka kutuonyesha zama zake <laughs> ah, ah, ntawaonyesha <laughs> baadaye <laughs> kuna pia hili neno lingine asiria. Asiria. Mm -hmm. asiria inaweza pia kuwa ni asili, vitu vya mambo sasa. mm. vitu vya mambo ya leo. mm. yale unasikia mtu bwana, haya masuala ya hey, AI ni mambo leo bwana. mm. vitu vyafanywa vya kisasa sasa, ndio yeah. hiyo asilia. Hebu he, he, sasa tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe. Naarifiwa tuko naye Darius. Darius, hujambo? Ijambo, mashirima ay, karibu sana kwenye longa longa. Huyu hapa Muneni atakwambia ile maneno ambayo mtapokezana, mtapokizana hii leo.